Mkutano huu unatarajiwa kufanyika tarehe 30 mwezi huu wa Aprili hadi tarehe moja mwezi wa Mei mwaka huu wa 2025 katika hoteli ya Golden Tulip hapa Zanzibar. Kauli mbiu ya mkutano wa mwaka huu ni kushirikiana katika uchumi wa bluu, kufanya mabadiliko ya logistic na uchukuzi kwa maendeleo endelevu. Kwa kizungu ni collaborating in blue economy transforming logistics for sustainability. Wote ni mashahidi kwamba kauli mbiu hii inaendana na juhudi za serikali zetu mbili, kwa maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, mkutano wa mwaka huu utaleta pamoja ya wa washiriki zaidi ya mia tano wakiwemo wataalamu wa usafirishaji na lojistiki, watunga sera, wataalamu wa uwezeshaji biashara, mamlaka za udhibiti, mamlaka za bandari, wasafirishaji mizigo, watafiti na wabunifu wa sekta hii kutoka sehemu zote ulimwenguni. Mkutano wa mwaka huu umejikita katika kufikia malengo yafuatayo: kwanza, kubadilishana maarifa, na hii itawezesha majadiliano juu ya mbinu bora na utafiti wa kisasa kuhusu vifaa endelevu. Lakini pia utakuza ushirikiano wa kisekta, kwa maana kukuza ushirikiano kati ya watoa wa huduma za vifaa, mamlaka za udhibiti wazalishaji wauzaji rejareja na makampuni ya teknolojia. Lakini pia mkutano huu utakuwa majadiliano, kwa maana ya kuchunguza mageuzi ya kidijitali, teknolojia mpya na suluhisho za ubunifu katika sekta ya vifaa ili kupunguza athari za kimazingira. Lakini pia mkutano huu utakuwa ni jukwaa la utetezi wa kisera, kwa maana kukuza mazingira ya kisheria na yanayounga mkono sekta bora na endelevu ya vifaa. Pia mkutano huu utahusisha masuala ya mtandao kima wa kimataifa, kwa maana kuwa jukwaa la washiriki kuungana na wateja wawekezaji na washirika wapya. Lakini pia mkutano huu utakuwa na lengo la kukuza uwezo, kwa maana ya kuimarisha ujuzi na ushindani katika sekta ya vifaa na usafirishaji. Sisi kama mawakala Forodha, kushirikiana na ZFB, E, tumeona umuhimu wa kuhakikisha kwamba fursa ambazo zilizoko Zanzibar tunaziweka wazi duniani ili watu waweze kuona yale ambayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana pia na Serikali ya uh, Muungano inayokifanya kwenye kuinvesta katika kuhakikisha kwamba logistics inaendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi ambao unaokuwa kipekee. Tumeweka theme ambayo ni ya blue economy kuhakikisha kwamba yale ambayo serikali ya, ya mapinduzi ya Zanzibar yanayoyapambania yanaweza kufika duniani kwa logisticians wote. Tunaheshimu uwekezaji uliofanywa, tunaheshimu nia ya serikali kwenye uwekezaji huu kwenye kuhakikisha kwamba unazalisha ajira, na vile vile tunategemea kupata delegation ya takribani uh, wataalamu wa logistics 500 watakaoweza kuwepo hapa Zanzibar kwenye kujadili fursa zilizopo, changamoto pamoja na kuja na suluhisho lakini pia kufungua fursa za kiuwekezaji katika kukuza uchumi wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ni kwamba ni kwa mtu binafsi makampuni, lakini kwa nchi. Kwa sasa hivi sisi tunaangalia kwanza fursa ambayo itapatikana kwa kinchi, kwa sababu taasisi yetu ambayo ya FIATA, sisi ni wanachama, ina uwezo wa kuzungumza na mataasisi mengine ya kidunia wenza, kama ni World Bank na mambo mengine kama hayo, WHO WC, zote wanaweza kuzungumza nao kwa ajili ya kuangalia fursa au changamoto.